Kuwa diwani na, ukiona mtu alikuwa diwani na akarudishwa madarakani, ujue amefanya kazi nzuri ndani ya miaka yake mitano. Na sisi kwenye chama hiki mtu apimwe kwa uzuri wake, apimu kwa pesa zake, anapimwa kulingana na utendaji wake wa kazi. Yeremia amefanya kazi yake nzuri Mpeni miaka mitano mumwamini, aenda akamalizie pale alipoachiwa, alipoachia ingia. Kulikuwa kuna changamoto kubwa sana sana sana za madarasa. Kata hii ya Bombambili, shule yetu ya msingi Bombambili madarasa yalikuwa machache, wanafunzi walikuwa wanasoma kwa mikondo mingi, lakini pia shule yetu ya Mputa, shule yetu ya sekondari Bombambili na shule zingine zote lakini kwa kipindi changu cha miaka mitano, nichukue nafasi kumshukuru Mheshimiwa Rais Mama Samia na, na Daktari Damas Ndumbalo. Shule ya msingi Bombambili tulijenga madarasa kumi na moja, lakini shule ya msingi Mputa tulijenga madarasa matano, lakini na vyoo vya kutosha; shule ya Bombambili vyoo vitatu, shule ya Mputa vyoo viwili. Lakini sekondari yetu ya Bombambili sekondari yetu ya Bombambili kwa kipindi cha miaka hii mitano nane, tulijenga madarasa 18, tulijenga maabara mbili kwa ajili ya watoto wetu kusomea sayansi. Lakini tulitoa tulijenga vyoo vya kutosha katika sekondari yetu ya Bombambili. Lakini pia shule yetu ya msingi Chandamani Chandamani na shule ya msingi Soko Sokoine nilianza hatua za awali, shule yetu inatakiwa ukarabati. Lakini shule ya Tembo tulijenga madarasa mawili tukajenga na vyoo pia. Lakini pia shule yetu ya zana tendo Bombambili ilikuwa inatoa huduma lakini ilipoingia mimi tulijenga jengo pale kwa ajili ya kutolea dawa, lakini tulijenga jengo kwa ajili ya kina mama kujifungulia, lakini tulijenga pia kiwanda kidogo baada kina mama kujifungua, kuna vitu vilikuwa vinachoma katika eneo lile, ninyi mashahidi mnaona. Lakini kuna tanki la maji kubwa tulijenga katika eneo lile na kazi nyingine nyingi nyingi. Hapa tulipo simama, mnaona kuna vyo vilijengwa kwa awamu yangu hivyo hapo lakini hapa karibuni tumeingiziwa milioni sitini na saba ambao naona na inajengwa hapa shule ya awali. Shule hii itajengwa madarasa mawili, itajengwa vyoo, itajengwa bembea kwa ajili ya kubembea watoto, lakini itajengwa wigo kwa watu. Tukishawaleta kwenye shule hii ya awali, wakiingia huko ndani, wanafungiwa geti, wataendelea kusoma, hawataruhusiwa kutoka mpaka wazazi watakapowafuata watoto wenu mkawachukua tu salama salimini. Sema mengi mimi ni waahidi wana Bombambili, ni waahidi wana soko nne. Naomba mniamini, naomba mniamini, naomba tarehe 29 mnichague. Ninadhamira kabisa kabisa kabisa kuibadilisha Bombambili yetu, hiyo ya kisasa Bombambili yetu ya miundombinu ya kisasa. CCM, oyee! Naamini nitaweza mimi ni mashahidi Bombambili ya miaka mitano niliyokuta sio Bombambili ya miaka mitano ambayo iko sasa. Unaweza ukaenda shambani kwenda kulima, ukirudi saa tatu usiku saa nne usiku mahitaji yanapatikana pale sokojipa, si sehemu oyo.